Ndaisaba George Ruholo, mimi ni mwekezaji, ninachimba madini ya dhahabu ndani ya mkoa wa Kagera kwenye wilaya ya Biharamulo, na nipo hapa leo eh, kwa wito eh, sirikali, wa taasisi ya serikali inayosaidia wawekezaji ndani ya nchi inayoitwa Tiseza. Tumekuja hapa kupata eh, facilitation ya namna ambavyo eh, Rais Samia na serikali yake wamejipanga kuwezesha Watanzania kupanua biashara zao na kuendelea kuwekeza ndani ya nchi yao. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwenye uchimbaji wa madini ya dhahabu na madini mengineyo, Kagera ni miongoni mwa mikoa ambayo ina fursa mbalimbali za uchimbaji, mathalan kwenye madini ya dhahabu. Ukweli ni kwamba Kagera dhahabu ipo, hasa kwenye wilaya ya Biharamulo na wachimbaji tunazalisha na kufanya biashara eneo hili la uchimbaji wa dhahabu lina fursa nyingi sana, kuanzia kushiriki kama mwajiriwa, kuanzia kushiriki kama mmiliki wa leseni. Gharama ni ndogo, chini ya milioni moja unapata leseni yako ya, ya kuchimba dhahabu, lakini kushiriki kuuza bidhaa mbalimbali ndani ya migodi, lakini pia kushiriki, kutoa huduma mbalimbali mbali za migodini ambazo tunazitumia. Kwa hiyo fursa ni nyingi, na Kagera haijabaki nyuma kwenye uchimbaji wa madini. Watu watafikiri ni dhahabu tu inapatikana ndani ya mkoa wa Kagera. Hapana, pia madini mengine yapo kama tini, ambazo wachimbaji wadogo na wakati wanaweza kufanya. Uh, serikali imeweka utaratibu mzuri wa namna ambavyo Mtanzania yeyote anayetaka kuingia kwenye sekta yote anaweza kupata huduma za ushauri na maelekezo. Ndani ya mkoa wa Kagera kuna uh, tume ya madini, kwa hiyo yupo afisa madini mkazi wa mkoa wa Kagera. Na ofisi yake iko Bukoba hapa mkoani. Na afisa huyu kazi yake ni kusaidia Watanzania sisi Watanzania wa mkoa wa Kagera kuweza kuingia kwenye uchimbaji wa madini. Kwa hiyo mtu yeyote anayehitaji kuingia kwenye uchimbaji wa madini anatakiwa kufika kwenye ofisi ya afisa mkazi wa madini wa mkoa wa Kagera ili aweze kupatiwa msaada wa namna nzuri anavyoweza kuingia kwenye uchimbaji wa madini. Yeah. Kwa kwa kweli mimi nimejikita kwenye uchimbaji wa dhahabu, kwa sababu dhahabu ina fedha nyingi sana. Sasa kilo moja ni zaidi ya shilingi milioni mia tatu za Kitanzania uh, na inaendelea kupanda, inaendelea kupanda kwa kadiri siku zinavyokwenda. Kwa hiyo eh, madini ambayo yanalipa sana na anaweza kutoa faida kubwa na kwa, kwa mwekezaji ni dhahabu, lakini pia hata tini tini inaenda vizuri iko ndani ya wilaya ya Kyerwa. Wana Kagera ni vizuri wakachangamkia fursa. Ee, e, wilaya nyingine ambazo zina madini ambayo ni ngumu kuyachimba ni pamoja na wilaya ya Ngara ambayo ina madini ya nickel, ambazo ambayo ni ngumu kwa mchimbaji mdogo kuweza kuchimba. Hata hivyo bado ziko fursa. Mkoa wa Kagera haujafanyiwa utafiti, kwa hiyo imani yangu ni kwamba maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Kagera kuna, kuna madini hata dhahabu ipo, ni kwa sababu tu hatuna utamaduni wa kufanya utafiti. Maeneo mengine madini yanagunduliwa na wakazi wenyewe ndani ya vijiji, anapokuwa anachimba choo, anachukua ule mchanga anaouona ukisha badilika rangi, anachekecha kidogo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye chombo, basi dhahabu inajitenga, udongo unajitenga, naiona dhahabu si. Kwa hiyo si kweli kwamba madini yote yanayochimbwa hapa Tanzania yaligunduliwa na serikali, hapana. Madini hayo au wazungu. Hapana, madini yanagunduliwa na Watanzania wenyewe katika shughuli zao za kila siku za kilimo, ufugaji, wanapokuwa wanachana mbao, wanachimba ile mashimo kwa ajili ya kuchania mbao mle, basi wanaona miamba ile, wanaifanyia utafiti kwa macho tu. Kwa macho na kwa kutumia vifaa vya kienyeji, hasa kwa kutumia maji, unachekecha, dhahabu inajitenga, udongo unajitenga, basi unagundua eneo lako lina dhahabu, watu wote wananufaika. Okay. Wito wangu kwa mkoa wa Kagera, uh, wajifunze. Ni vizuri wana Kagera watoke wakajifunze, ili wanapogundua namna ya kuweza kugundua uwepo wa madini basi warudi majumbani na wakafanye tafiti.